Ni mimi ndio sijajua niko na mtume au huyu anchanganyikiwa. Sasa hao yamemtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali abu lahab ni kiswa cha cha yule mwenye deni, alipokwenda Maka kuna mmoja alikuwa abu jahal, kuna mmoja alikuwa alikuaamda abu jahal, kila akienda akenda amsumbua amsumbua amsumbua. Siku hiyo alipofika pale kwenye alkaaba akamtefuta <tuhi>

hii nitamalizia, ichikiswa tutoe nafasi hizi dakika kumi hivi, mwenye mawazo, mwenye maswali. Ala kuli hali, huyu alipofika pale Maka akaenda akaona baraza la Makuraish liko, kuna mahali hukaa mukabili ya Mina Mastori, mastori, baraza za wazee zile zingine za udaku, zingine za siasa, zingine za kusengenya. Ala kuli hali akasema bana, yuko wapi mimi namdai, na nani atakayenisaidia? Wale wakasema, huyu Abu Jahal juzi ansema akimona Muhammad iwasujudu hapa mbele ya Kaaba atakuja msagesage kile kitu chake. Kwa nini tusimwambie huyu, kamfatie huyu Muhammad, atakutetea. Ili wafanye nini? Lengo lao wagonganishe baina ya mtume na Abu Jahal, hilo ndo na, na lengo lao la. <laughs> Kila mmoja katika mtaa wake akikutuma kitu, hakuna mtu atake kukurudishia hili, eh, haki yako isipokuwa ile Muhammad wapi nyumba yake? Akamwambia nyumba yake pale. Akaenda mpaka kwa Mtume akagonga, akamwambia, ninakuja kwako unifanyie shafa'a, mimi namdai Abu Jahal muda mrefu na mpaka sasa yuanisumbua. Wamdai kweli? Akamwambia naam, twende. Mtume salaama akatoka, akaenda mpaka kwa Abu Jahal, gonga mlango, gonga la Abu Jahal. Akifungua akamwambia, mjue huyu. Akamwambia naam. Huyu ndo amdai? Akamwambia naam. Pesa ngapi amdai? Kadhaa. Mletee pesa zake. Abu Jahal mbio alikimbia, akatukua, akamletea Kaenda zake mbio, akaenda kwa Abu Jahali. Abu Jahali, yankwaje? Mbona umemrudisha pesa zake haraka? Kamba wateni, wateni, kulikuwa kuna jingamia limefungua mdomo wake pale nyuma, ningechelewa dakika moja, mimi na nyumba yangu tungemizwa. Sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anayo taayid kutoonekana yapatikaniwa kuhamiwa yapatikaniwa, lakini kwenye safari ya kwenda Madina hakuna cha kutoonekana wala nini. Nenda tafuta mpango. Akatafuta ngamia akabadilisha njia ya safari, akakaa siku tatu kule e, wakaja Makureish, kukawa kuna ankabut hiyo. Ndio muujiza iliyotokea ya ankabut na ule njiwa kwenda kutanda pale na ule kukaa, hiyo ndio ilikuwa ni moja katika usaidizi na walikuwa, Madina, barabara, walikuwa, walikuwa izi... nini, panya. Panya na mtu ambaye kwamba si muislamu kabisa wakuwaonyesha wao barabara kwenda Madina, aliwaonyesha barabara, si muislamu. Kwa sababu gani? Walimuhitajia, walikuwa hawafati highway, walikuwa wafuata hizi zaitwa nini, za ndani ndani hizi, panya route hizo, kina panya na paka hizo. Sasa na zile zina hatari, unaweza ukaenda hivyo kujitokezea au mtokea msituni huko ndo akamchukua mtu awaongoze. Kwani Mungu ilikuwa hawezi kumongoza? La, ilikuwa jipange jipange. Kwa nini? Kule ilivyokuwa ni safari ya kupumbaa akapangiwa, hii ni safari ya dawa hakupangiwa. Jipange, dawa ni ujipange, usimsubiri Mungu atie miujiza. Panga, mwombe Mungu utapata taufiki. Mungu hajakupa we, ushatekeleza wajibu wako kisha <coughs> si lazima matokeo yawe mkononi mwako. Matokeo yaweza kuja kwa wengine. Ni kama ule mzee mmoja alikuwa akimeza mti mzee miaka sabini themanini ameza mti wa mitende. Huu mtende ataka karibu miaka ishirini labda ndio utoe mitende, miembe nafikiri miaka mitano saba siku hizi. Sasa yeye mwenyewe guu moja kaburini, ameza mtende wa nini? Alipoulizwa akasema mimi nilikula tende za mtende wa babangu. Ona ngale hii ndo akili. Na mimi nameza mtende, wataka ukule watoto wangu, sio mimi yani. Kwa hiyo matunda si lazima yawe mkononi mwako, panga we panga, enda, yaweza yakavunika kwako na yaweza yakavunika kwa mwingine. kwa haya machache lengo la mazungumzo yangu, ndugu zangu, mambo kama haya yana umuhimu ya daura, hata wanafunzi wetu isiwe kila siku wewe ni kusomesha tu kila pale, pale. mtu atawadha pa kwenye mtu tusitawadha kwenye mfereji. Leo njoo tusalini chini ya mti hapa. Wabadilishie badilishie. Kama hivi tumefurahi tumekuja mahali pengine. Yaani tusibakie ni deski na blackboard na choki na kibati. Ah. Tubadilishe tuwe na daurat. Hizi tunazofanyiwa sisi tuchukue kile tunachokiweza na tuyaangalie yale tunayosomesha, kitu gani tuweza tukakihawilisha kutoka kwenye kusomeshana tukakipeleka kwenye daura au tadrib au uh, workshop yote. Insha Allah Mwenyezi Mungu atatulia taufiki. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, walio asis mambo kama haya, hasatan, almubadir almujahid alazim, Sheikhina Sheikh Shami, Mwenyezi Mungu amhifadhi, na wote walioshirikiana naye na sisi ambao kwamba tumefika hapa katika kufaidika. Mwenyezi Mungu atuafikie insha Allah taala, tukitoka katika huli mwengu tumekuwa manara katika manara ya ilmu na da'wa, insha Allah taala. Na sasa naona nitoe fursa amwenye mchango wa kuchangia jambo au istifsar au suali hafifu, si la kunieemeza, manake hapa naona kuna vichwa fulani ichavyona maswali yao yakianza, wawezi kulitoa jawabu lake mpaka ukatafute msaidizi. Kwa hiyo mnipe maswali kwa kimo changu, kuna swala labda atakuuliza Naku, okay, ina maanisha kwamba umeelewa inshallah. Tamam, ah before tumalize muhadhara ilikuwa tumesema taka confirm majina kuhakikisha majina ya kila ambaye alikuwa amehudhuria na tutaka ku confirm alafu kama itakuwa jina lako labda hukulipata basi kabla ya muhadhara ya mchana utaniletea information inshallah.